Huku kero la mimba za utotoni likiwa bado changamoto katika kaunti hiyo, na kuwaacha wasichana wengi katika njia panda baada ya ujauzito, kuna baadhi ya kina mama wachanga ambao, licha ya changamoto hii, wamepata fursa ya kukumbatia masomo na hata kufuzu kwa kozi mbalimbali, kama anavyoarifu Mike Msikoye. Noleka Wanambuko kutoka kijiji cha Luye na bunge la Kwanza ni miongoni mwa wasichana ambao walipachikwa mimba za utotoni kulingana naye, alijipata kwenye hali hiyo mwaka elfu mbili ishirini na mbili na kujifungua kipindi cha mtihani wake wa kidato cha nne. Anahoji kuwa hali hiyo iliathiri pakubwa matokeo yake katika mtihani huo wa kitaifa na kuzima ndoto yake ya kuwa muuguzi. Katika huyo mwaka nikapata mimba, nilipata mimba ikaafekti matokeo yangu, sikufanya vyema. Nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari bati sikufaulu. Alifika form 4 na alikuwa na mimba, sasa nilikuwako na wasiwasi sasa, na mimba usingizi natokea huku, kuchoke natokea huku, mtoto wangu atafaulu kweli? Mama huyu wa mtoto mmoja sasa anaelezea kuwa alilazimika kusalia nyumbani kwa miaka miwili huku kunawiri kwa wenzake kukimkata maini. Hata hivyo alibahatika kupata usaidizi wa wakfu wa benki ya KCB na kuendeleza masomo ambapo kwa sasa amefuzu. Ilikuwa nahisi vibaya sana nikisema, mm, ni tu peke yangu, kwa hiyo rent sija join college kaka tu nikiomba Mungu nikisema, Mungu nifungulie, hata pia mimi nani mtu atokee mahali anisupport Sikukata tamaa yenyewe Mungu akanisaidia akaniletea opportunity ya KCB Foundation. Nimeshukuru Mungu eh, vile ako vile amefaulu hii nyafasi Apateko tu pahali yenye anapatako hata sabuni hata shukurani, hata hata mimi sasa ninafaa tu soda nikunyweko, hata anipeeko nikunywa, hata nifurahie. Kulingana na mkurugenzi wa chuo anwai cha capacity, Naomi Karani noleka, ni miongoni mwa mamia ya wasichana ambao wamepata msaada wa masomo katika chuo hicho, na sasa wana ujuzi wa kujiendeleza kimaisha tumesaidia pia wasichana wenye walikuwa kama class 8 na wakapata mimba na wakatoka, so tumewaleta, tumewafunza, tumewapea skills na hata tumewa, wengine tumewaencourage kuja na watoto wao kwa darasa, hiyo ndio wakuwa na amani ya kusoma vizuri. So hiyo ndio tunasema tuna tunapeana second chances, hatuna ubaguzi, we try to accommodate everybody. Tukona Inclusivity. Skills are the most important things. It is not the certificates. Watu lazima waweze kupata skills ambazo zitawawezesha kujimudu, na ndio uchumi wa nchi uchumi wa ulimwengu na hata maisha yao yawe na ubora zaidi. Safari ya msichana huyu ni dhihirisho ya ukakamavu na mfano wa kukumbatia nafasi ya pili maishani, na kwa sasa ni miongoni mwa kina mama wenye umri mdogo ambao wamepata vifaa vya kuwezesha kutekeleza shughuli zao kujikimu kimaisha. They were here for to to to one of of of our partners whom we've been sponsoring students at uh, with. Uh, with. with with. out, of the grad out of the the the 36 graduates, graduates we hit 12 being sponsored sponsored, by KCB Foundation. Uh, for the graduates that that we we have just sponsored, we are also going further to provide them with uh, startup kits so that as they go into business, they'll be having some footing to start with. Mike Muskoyo, West TV Kutoka Kijiji cha Luya, eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia.